Kwa majina naitwa Jimoku Masanja, ni mhasibu wa chama cha ushirika wa umwagiliaji mpunga hapa Mwamampuli, kinachofahamika kama Mwamampuli AMCOS. Sisi ni miongoni mwa vyama vya ushirika ambavyo vimenufaika kupitia benki ya TADB, benki ya maendeleo ya kilimo hapa Tanzania. Benki hii imetunufaisha sana sisi wanaushirika kwa kuweza kutupatia zana za kilimo Mwanzo kabisa, kabla ya kupatiwa hizi zana za kilimo, tulikuwa na uwezo wa kuvuna ekari moja, yani kwa siku tano mpaka saba. Ona ambao jinsi watu walikuwa wanapoteza muda mwingi kwa ajili ya kuvuna shamba moja tu. Na baada ya kuona mambo yanazidi kuwa magumu kwetu sisi kama chama, tulifikiria na tukaweka wazo na kwamba twende kwenye benki ambazo zinashughulikia mambo ya kilimo, na moja kwa moja tukawachagua TADB, na ni kweli hawa watu waliweza kusikiliza ombi letu. Tukapeleka andiko la kuomba kupatiwa zana za kilimo, tuliomba tela, tukaomba mashine ya kuvunia ambayo ilikuwa ni combine harvester na trekta. Katika mkopo wetu ambao tuliomba ulikuwa na thamani ya milioni mia moja ishirini na nane tukakopa tukaletewa combine harvester aini ya fridi king, ambayo hii hapo ipo, tukapatiwa trekta sekta, aina ya John Deere tukapewa na tela la kubebea mashine na rotaveta. Kusema ukweli, mashine tuliyopatiwa ile ilitusaidia sana, kutoka siku tano mpaka saba za kuweza kuvuna ekari moja, tuliweza kuanza kuvuna shamba moja la ekari moja kwa dakika 30 mpaka 40 mtu umeshamaliza kuvuna, unapeleka mazao yako shambani. Hatukuishia hapo, baada ya kuona manufaa, tukaona sasa ni njia nzuri zaidi tena ya kuwafuata TADB maana walituwezesha sana. Tukaenda kwao tukapeleka proposal nyingine ya kuweza kuongezewa mashine, na wao walipoona lile jambo limeenda vizuri, na sisi mambo yao tulikuwa hatuwacheleweshi hususani katika kurejesha mkopo, wakaona ni fursa nzuri kwao na ni fursa nzuri kwetu kwenye jambo la kushirikiana. Hawakuishia hapo tena, ikabidi watu ambia kwamba sasa nyie kama AMCOS tumeshawapatia zana za kilimo, inabidi tuwapeleke kwenye mafunzo, tukawapatia ujuzi, tuwatembeze kwenye AMCOS ambazo zinaweza mkaenda mkajifunza kitu, na sisi tuliridhia. Tuliondoka AMCOS nzima, yani, namaanisha wajumbe wa bodi, tulikuwa na wajumbe saba, tukaenda nao wote, pamoja na sisi watumishi mbani, mimi mhasibu na meneja Kulipelekwa chama cha ushirika kule Chauru, tukapelekwa na Mombo, tukapata uzoefu. Na tuliporudi kweli, tukapeleka tena propozo nyingine kwa ajili ya kuomba mkopo mwingine. Tukaomba mashine mbili ambazo zilikuwa na thamani ya jumla ya milioni mia moja sitini na tano na kweli tulipopeleka, wakalizia ombi letu, wakatupatia mashine nyingine mbili ambazo ndo hizi hapa tulizonazo. Mojawapo nii niliyokaa hapa kupota DC tisi, 99 na nyingine hii hapa pembeni DC 70 wakatupatia, na tukaomba na mkopo wa mbolea ambao ulikuwa na thamani ya milioni 200 na naenyewe akalipitisha, ikapita. Kusema ukweli, kupitia hizi mashine, nikija katika suala la kuongeza kipato, mimi kama muhasibu na ninayeshughulikia mambo yote ya fedha, tumeshaliona ongezeko la thamani na maendeleo ya chama. Kabla ya ujio wa hizi mashine, chama kilikuwa na uwezo wa kukusanya mapato kwa mwaka angalau milioni hamsini mpaka sabini kupitia michango ya wanachama na mapato mengine, lakini kupitia hizi mashine tumeweza kuongeza pato letu kutoka milioni hamsini hizo mpaka milioni themanini ambazo zinatoka tu kwenye uvunaji mm. Majina naitwa Nkwabi Shimba Igese, ni meneja wa chama cha ushirika Mwamampuli AMCOS kilichopo Mwanzugi, Igunga, mkoa wa Tabora. Ili uwe na kilimo cha uhakika lazima uwe na maji ya uhakika, na hicho unachokiona hapa ndiyo chanzo cha maji ambacho sisi wakulima wa Mwamampuli kinatuwezesha kuwa na kilimo cha uhakika. Hili bwawa unaloliona hapa lina ujazo wa kubiki milioni 28 kwa ajili ya kilimo, na unavyoliona hili bwawa limegawanyika katika makundi, milioni kumi ndizo ambazo tunatumia sisi kwa ajili ya kilimo cha mpunga, milioni kumi zingine zinatumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu pamoja na mifugo na milioni nane zinazobaki ni kwa ajili ya viumbe hai vilivyoko majini. Kwa hiyo hili bwawa ndiyo uti wa mgongo wa kilimo cha mpunga katika skimu yetu hii ya Mwamampuli. Hakika kilimo kinabenkika. Asanteni sana benki ya TADB kwa support yenu.